Maji inateseka sana yeyo. Kitongoji cha Kanisani kijiji cha Wami Sokoine kinatazamana na makao makuu ya wilaya ya Mvomero. Linapokuja swala la maji, mifugo na binadamu wote eneo lao ni hili bila kujali usalama wake. Ni Mungu tu anatusaidia, usalama haupo kabisa Tunakunywa haya maji tunachanganyikana na, na, na mifugo mbuzi ng'ombe, watu wanaoga. Umomo tumeona hata mguu umeuma, hata kuchota maji nashindwa. Maji yenyewe ndiyo hii. Maka nenda nachaguliwa kila rais, lakini hii maji hatujabadilishiwa, na sisi tunahitaji tubadilishiwe maji, tuchote maji. Na hapa wanapaza sauti kwa hali wanayokumbana nayo. Tuko kusini mwa wilaya tunahitaji serikali tusikilize, kwa hili tusaidie, tupate maji, kila mtu apate maji mazuri, kwa sababu haya maji yameenda kwenye vitongoji vingine, lakini kitongoji cha, cha Kanisani bado hatujapata maji, lakini maji ukiangalia yametupita yakaenda kwenye vitongoji vingine, ila kitongoji cha hapa Kanisani hatujawai kupata maji. Ay, madimbu hii maji hii mpaka mwezi wa kumi na moja mwishoni anaanza kuisha, akiisha tunaenda Dakawa. Alafu maji kutoka Nakawa mpaka hapa ni elfu moja dumu. Kuna watu ambaye hawana uwezo, kuna mama ambayo kama unaoona wengi ni wajane, hawana mtu anayehudumia. Tunaangalia serikali atusaidia kwa jicho la pili kabisa. Uongozi wa kijiji unachukua hatua gani kutatua hali hii? Tumekaa kikao na watu wa maji ya Moruasa, wakatuambia wa bwana, kuna gharama ambazo zinazotakiwa kama mnataka kutoa maji kwa, kupata maji kwa haraka ni lazima kuna pasenti ambayo kama wananchi mnatakiwa muyachangie ili maji mpate kwa haraka, na percent hiyo ni mabomba ya maji ambayo yalikatwa na wananchi. Katuambia mkitaka maji kwa haraka, mnatakiwa muyachangie mabomba ya maji, na kuna baadhi ya vifaa ambavyo ofisini kwao wamesema hayapo. Ingawa usalama wa maji haya ni wa mashaka, lakini yanauzwa kwa shilingi 250 kwa dumu la lita ishirini kwa baadhi ya wananchi ambao hawana uwezo wa kufika bwawani. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.